Mabibi na mabwana, karibuni tena katika channel yako hii pendwa, channel ambayo utaona, utajifunza mambo mengi yanayohusu maisha, yanayohusu biashara, yanayohusu mambo mbalimbali ikiwemo ujasiriamali kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wakati mwingine hawajui ni wapi wakajifunze nini kuhusu biashara. Hii channel ni yako na video hii ya leo ni yako pia. Ndugu zangu, nchi yetu sasa hivi iko katika kipindi cha maandalizi ya uchaguzi mkuu chaguzi mkuu ambao tutapata rais, tutapata wabunge, tutapata viongozi wetu mbalimbali ambao watatuongoza kwa kingine, cha miaka, kipindi kingine cha miaka mitano. Katika kipindi hiki wewe utakuwa shahidi, fedha nyingi sana zinatumika, fedha nyingi zinatumika. Tunaona vyama vinavyohangaika namna ya kuta, kutafuta fedha, pata fedha kutoka kwa marafiki zao, wafadhili wao. Fedha zile zinaenda wapi? Atumie nani hizo fedha? Ni kwa ajili ya mahitaji ya uchaguzi mahitaji ya uchaguzi, kila chama kina namna yake. Sasa nani atumie fedha? Mimi naamini kabisa watumiaji wa fedha ni mimi na wewe, mimi na wewe. Sasa leo mimi nakuletea mbinu itakayo kufanya wewe uweze kutumia fedha hii ya uchaguzi ambayo uh, vyama vinaendelea kukusanya siku hadi siku. Jinsi ya kutajirika kihalali wakati wa uchaguzi, hiyo ndio topic yetu ya leo. Jinsi yes, ya kutajirika kihalali wakati wa uchaguzi. Unaweza ukasema, wewe mama, we unataka kutupeleka wapi? Uchaguzi si uchaguzi tu, tunatajirikaje? Mimi ndo nakwambia, twende pamoja. Hebu like hii video, halafu tutemke pamoja. Kama hujawahi kusubscribe kwenye channel, hebu subscribe, twende pamoja mpaka mwisho, halafu utaona hili nalo lisema namna ambavyo litakuwa la faida kwako. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuzingatia sasa wewe ili uweze kutumia muda huu ukawa muda wako wa kutajirika, na kwanza, tambua mahitaji ya soko la uchaguzi, kwa sababu sasa hivi soko letu sasa, uchaguzi ndio soko hasa. Mahitaji ya soko la uchaguzi ni yapi? Usipoyatambua, utajua namna gani utatajirika? Kwa maana gani nasema utajiri nao zungumzia, ni biashara. Utafanya biashara, hasa ni biashara gani utafanya? Lazima utambue mahitaji ya soko la uchaguzi, ndugu zangu pindi cha uchaguzi mahitaji yako mbalimbali ya bidhaa mbali mbali, ya huduma ya yako ya namna mbalimbali. Na nyanja ambazo mimi nimeziona ambazo nakuletea leo eh, utaongeza na zingine, lakini mimi nakuletea leo uchapishaji. Eh, watu wanataka fulana wanataka kofia wanataka mabango, vipeperushi, bendera, vyote hivyo anachapisha nani kama sio mimi na nawewe, hmm? mimi na wewe lazima tufanye hili ili kuwezesha vile vyama viweze kupata mahitaji haya, wagombea waweze kupata mahitaji haya, afu waendelee na, na kampeni zao uchapishaji. Lakini hitaji lingine ni huduma za sauti na mwonekano. Hapa namaanisha nini? Namaanisha mahitaji ya speaker, hiyo ni sauti. Eh, e, mahitaji ya projector kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaonyesha wagombea wetu na nini. Eh, kamera zinahitajika sana, matangazo ya video yanahitajika sana ni eneo pia ambalo mimi na wewe tunaweza tukateka advantage tukatoa huduma au tukafanya biashara na tukatajirika, tuka mpaka itakapofika um, Oktoba huko, uchaguzi unapokamilika. Lakini eneo lingine ni mitandao ya kijamii na matangazo. Hiki ni kipindi ambacho wata, watu wanataka kurusha taarifa zao, kurusha matangazo yao, kurusha kampeni zao, kur, yani kurusha kurusha kurusha. Wewe ndio kipindi ambacho tukikaa sawa tunaweza tukatajirika sana. E, usimamizi wa kurasa mbalimbali, utengenezaji wa content. Mimi ndio nimeanza hivi mimi ndio nimeanza leo, mwenzangu sijui utaanza lini? Utengenezaji wa content. matangazo ya kulipia yote hayo ni sehemu ya mitandao ya kijamii na matangazo ambayo tunaweza tukatega advantage tukapata fedha kupitia eneo hilo, lakini pia usafirishaji. Hapa niongee na kaka zangu wa bodaboda eh, wenye magari mm, ya, ya, ya abiria eh, wenye magari ya mizigo eh, mabasi jamani, wanaofanya kampeni wanahitaji kusafirisha watu, wanahitaji kusafirisha mizigo eh, watu kwenye kampeni kule lazima waende tena mbio mbio, hataki hata kuchelewa. Bodaboda msilale, bodaboda msilale, ndio wakati wenu wa kutajirika. Hakikisha yani, kabla kampeni hazijaisha kabisa, kibubu chako kinasomeka, kibubu chako kina, utakuja kunikumbuka Ukidharau utakuja kunikumbuka. Usafirishaji na yeye eneo lakini, pia huduma za chakula na vinywaji, mama lishe, baba lishe, wale mnaouza chakula, mnauza vinywaji, huu si wakati wa kulala tena, huu si wakati wa kulala. Jua kali ukeni kampeni kule, jua kali. Watu wanapata na wanasafiri umbali mrefu, hakikisheni kila eneo la kampeni kuna chakula, kuna vinywaji e. Kwa kufanya hivi, kwani usitajirike? kama ulikuwa unauza kreti moja la soda utauza kumi sasa. Kila siku katika kipindi hiki cha kampeni zote, hakikisha kwamba unafuatilia haya mahitaji kulingana na eneo lako ulipo, au kama unaweza kufunga hatua kidogo kuendana na ule mzunguko, basi yote hii inaweza ikakusaidia sana. Tambua mahitaji ya soko la uchaguzi, hiyo ndo kazi yako ya kwanza hmm? hiyo ndo kazi yako mimi. Nimetambua, naongea na wewe sasa na wewe kazi yako ya kwanza wewe, kutambua vile ambavyo vinakuhusu wewe, ili na wewe kaiende kuifanyia tathmini na uifanyie kazi. Lakini la pili, anza maandalizi sasa. Anza maandalizi mara moja, umechelewa. Anza maandalizi, kampeni zinaanza suni. Anza maandalizi eh. na hakisha kwamba kama unahitaji mtambo gani, umetafuta. Unahitaji vifaa gani, wafanya kazi, unahitaji mahali Tafuta sasa, jiandae hasasa, hakikisha kwamba ile kipenga kikigonga, na wewe uko tayari kwa ajili ya kutafuta hiyo fedha kwa ajili ya kupata faida. Mtengeneza mitandao eh, network, natoa huduma wengine, ili umekosa hiki, mwingine anakupa hiki, mnasaidiana. Huyu anakuwa raw material ya mwenzake, huyu anakuwa mnunuaji wa mwenzake, mpaka tunapofika huko mwisho wote tutakuwa tumekuwa tunaongea lugha ambayo hakika inaeleweka tutajirike kihalali kipindi hiki cha kampeni. Lakini nyingine la muhimu sana, wekeza kwenye ujuzi wako, kwa sababu hapo watu wanasema, ah, unaongea yote dokta yanahitaji mtaji, nami mtaji sina. Haya, ujuzi wako, mikono yako, eh, uwezo wako wa kucheza wa kuimba, na nyinyi si mtaji huo. eh, basi wekeza kwenye ujuzi wako eh, wako wengine ni wataalamu wa uandishi wa hotuba kwenye kipindi hiki zinahitajika hotuba kila kona. Kila mtu anataka enda akaseme jambo fulani, aliseme ikiwa limenyoka. Basi wewe jitangaze kama mwandishi wa hotuba eh, alafu watakuja kwako utawafanyia hiyo kazi. Lakini kuna ubunifu wa kampeni za kidijitali. Wengine hawapendi kupiga piga kelele huko physically, wanataka wafanye digitali. Basi wewe, umeona una utaalamu huo, tumia utaalamu huo, jitangaze, watakuja kutumia utaalamu wako. Lakini unawapiga picha Eh, wanaopiga video wote hawa, huu ni utaalamu ambao unahitajika, na katika kipindi cha kampeni unahitajika kila mahali kuliko wakati mwingine wowote. Lakini kuna sanaa za uchoraji, mabango yanahitajika pia eh, hata wale wanaotengeneza fulani na nini, inahitaji mtu achore kitu fulani. Kwa hiyo wachoraji nao nafasi yao kubwa sana. Usiji ukajifisha saa, mimi mchoraji tu. Asiaj ah -ah. huu ndiyo wakati ambao unaweza uchoraji wako ukaleta maana ule wakati mwingine wote. Lakini wapo ndugu zangu dada zangu wadogo zangu wanangu wanaosuka eh, ushaenda kwenye kampeni, watu wako ovyo ovyo kichwani, wamama wadada wote wamesuka vizuri, wamependeza. Hiki ndio kipindi na wewe chakula lako eh, hakikisha umeweka kijiwe chako vizuri kabisa cha kusuka. Panahitaji mtaji hapo ndugu yangu, hapana. Anayekuja kusuka ataleta rasta zake, ataleta n uzi wake ataleta kila nataka kukitumia. Wewe kazi yako ni ule ufundi wako tu kusuka, hakisha hii kipindi hulali, sawa. Lakini wengine wanasanaa za muziki na maigizo eh. wagombea wa, wa, wa, wa, wa watataka uwataje, uwaimbe, uwasemee hili eh, uwasifie. Jipange bwana, jipange, tunga nyimbo zako nzuri tu eh, watakuita tu kulingana na maeneo lakini hakikisha kama unaweza, kunakuwa na network kutosha, ili kinapotokea kitu uweze kupata taarifa. Ndugu yangu, nafikiri tunaelewana hapo. Uwekeza kwenye ujuzi wako, usilalamike juu ya mtaji, kwa sababu ujuzi wako ni mtaji wa kwanza. Lakini uko utapata mikataba mikubwa, wakati mwingine utapata biashara kubwa kubwa. Tengeneza mikataba ya kimaandishi. Kama umepata mkataba wa kufanya kama, wewe labda ukajiri kwa ajili ya kumtangaza mgombea huyu, wewe ni kwa ajili ya kuandaa chakula, wewe ni kwa, hakikisha kunakuwa na mikataba ya maandishi, kwa sababu katika kipindi hiki wengine wanachangikiwa, wanakuwa na mambo mengi, wanasahau. Sasa usije ukaingia kwenye hasara, so tunajua, mali bila daftari inapotea bila habari. Hakikisha mmeweka mikataba ya maandishi, eh? Mwana wasema bei itakuwa namna gani? Utaratibu wa malipo utakuwa namna gani? Tarehe ya mwisho ya kulipa itakuwa namna gani? Na lazima tuende kisomi bwana. Ili kampeni zitakapoisha, ni kila mtu ameshika chake mkononi. Vinginevyo unaweza kukuta kampeni imeisha, wewe una kitu mkononi. Alafu unasema daktari alisema kuna kutajirika wakati wa uchaguzi. Mbona mimi nimepata hasara? Hiyo itakuwa wewe sasa. Hakikisha kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho hakuna kupata hasara ni kipindi ambacho ni cha kufaidika kila mtu. Sawa, ndugu yangu. Eh, hey, lakini nyingine na msingi hapo hapo, wewe kutengeneza mikataba, hakikisha kwamba unapata deposit. Malipo ya awali advance, ndio maana pale yule ambaye anasema sina mtaji, sina mtaji, kama umeshajiwekea utaratibu wa kupata advance, sina mtaji utapata, kwaweka utaratibu vizuri, mipango vizuri, yaani usikurupuke. Usikubali yaani kufanywa fanywa vitu kienyeji yenyeji, hakikisha kwamba unatajirika kipindi hiki, uje useme uchaguzi wa mwaka 2025 bwana ulikuwa huru, kwa sababu na mimi kibogo changu kimeeleweka. Lakini lingine la msingi pia jipange kwa malipo ya kidijitali. Maisha yamebadilika sana, watu wabebi sana hela mkononi, na kipindi hiki cha heka heka za uchaguzi ehu, makampeni watu wanaweza kupoteza fedha kibeba beba fedha mkononi. Kwa hiyo jipange kwa malipo ya kidijitali kama umeamua kutumia kipindi hiki kutajirika. Hakikisha unafungua akaunti ya benki kama huna lakini hakikisha unaweka utaratibu pia, walipa namba unasema ah, kurusha rusha kwa weka lipa namba, lakini of course lazima uwe na namba za mita, za mitandao zaidi ya mmoja nazoeza kupokea fedha. Eh, jipange kwa malipo ya kidijitali, you nao know, ni mbinu ndugu yangu, kwa sababu hiyo ah, nitakutumiaje? Ah, kama hivyo ah, kama hivyo. Walipaji wasitafute sababu, wewe jipange tu kwa malipo ya kidijitali, ndio wakati wenyewe uweze kukimbia. Lakini lingine ndugu yangu la msingi kweli kweli, fikiria kuna maisha baada ya uchaguzi. Hapo nasema polepole, yani ulisikia wewe mwenyewe, kuna maisha baada ya uchaguzi hmm? Yani hizo fedha utakazoendelea kuzipata usizitumie vibaya, Usitumie kwa matumizi ya anasa, maana kuna watu wanafikiri labda ataendelea kupata hiyo hiyo. Hapana, hizo ni zinapita na kipindi cha uchaguzi, kwa kitu cha uzitumie vibaya, usitumie kwa anasa eh, wekeza mapato yako na mapato yote kwa kipindi hiki kwenye miradi endelevu, ili baadaye uchaguzi ukiisha, wewe unaendelea na ule mradi mwingine ambao umewekeza fedha zako huko, biashara ya chakula, kilimo, maduka eh, biashara mtandaoni, hakikisha unawekeza Usipowekeza uchaguzi utaisha, na leo zako zimeisha, hakuna ambacho umepata. Alafu utakuja kuniambia mimi muongo. Mimi sitaki kuitwa muongo. Mimi ninachosema ni Nina cha ukweli, na hakikisha unakitekeleza, kitekeleza ninavyopaswa, hakika utakuja kunitafuta ili unipe soda, eti ndio unipongeze. Basi kama sio soda sawa, lakini lingine la mwisho, epuka mitego ya kifedha. Epuka mitego ya kifedha inamaanisha nini? Yani, kuna wagombea wengine tawambia kanunulie hiki kwa fedha yako alafu nitakuletea baadaye. Ah, hiyo mitego ndugu yangu, hiyo mitego. Atakapoenda ukampeni imeisha, kafeli, ujue hiyo hela utaipata tena? We hakisha chukua chako mapema, eh. Yaani chaguzi kampeni zikiisha, na wewe umemaliza chako. Ukifanya hivyo, huo ni mtego wa kifedha, shauri yako. Lakini pia nikuombe, kuombe chonde chonde, ndio maana nimesema kutajirika kihalali Usitumie, usihusike kabisa na vitendo vya rushwa na matumizi mabaya ya mali ya umma. Hiyo naomba niliseme kama katazo, katazo usi, yani usiwe huko kabisa. Wewe fanya vitu vyako kwa halali eh. Hakisha kabisa fedha unazozipata ni fedha halali eh, sio fedha zinazofanya sijui uonekane we mtu wa ajabu. Hapana, ukifanya hivyo utakuwa umeweza kutajirika katika kipindi cha uchaguzi, tena kutajirika katika namna ambayo ni halali kabisa. Hebu tufanye uchaguzi wa mwaka huu uchaguzi wa historia, uchaguzi ambao tunakwenda e, kutengeneza fedha wote. Wagombea watapata uchaguzi wao kuchaguliwa, lakini na sisi mashabiki wao tunafanya tunafanya biashara. Ndugu yangu, natumaini umenisikiliza vizuri, natumaini umenisikiliza vizuri. Muda ni mchache. E, tukimizane ili tuhakikishe kwamba mpaka utakapofika mwisho basi tumepata faida ya kutosha mm? Usikubali kulala. Bodaboda, umalishe unayesuka, mwana mm, mitindo ne, usikubali kulala. Hii ndio wakati wa kuvuna, basi tuvune nao sambamba. Wagombea wanapoendelea kuvuna kura, kula na sisi tuvune kura, situmeelewana hapo? Mimi naamini tumeelewana, tuachane hey, naseemwe muone Mm, yani usisambaze umbea, sambaza bidhaa, sambaza huduma. Baada ya kusema "Eh, kakosa unapata faida gani? Fanya biashara. Wakati mwenzako unapata kura fanya biashara upate kula. Watoto wako wanakusubiri. Muda wa, wa, wa kucheza cheza haupo. Tumia huu muda vizuri, hakikisha kwamba unateka advantage ya kipindi hiki cha kampeni mpaka kufika wakati wa uchaguzi basi umefanya ya kwako yanayokustahili vizuri. Ya niendelee kukushukuru kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Naamini utawaeleza na wengine, usiwe mchoyo, waeleze na wengine, ili wote tutumie vizuri muda huu wa kampeni, muda huu wa maandalizi ya uchaguzi. Tujipange vizuri, ili tuweze kutoa huduma vizuri, tuweze kutoa bidhaa vizuri, kama ambavyo o, tunatamani iwe, na naamini itakuwa biashara nzuri kabisa. Nirudie tena, usiache cool kulike, usiache ku subscribe kama hujafanya hivyo, ili mwisho wa siku tuwe ni wengi zaidi ambao tunaenda kufaidika na hiki kipindi cha kampeni. Asante sana, and bye for now.